Faida katika channel hii ya Fairboy, tunapata update mbalimbali mbali kuhusu nafasi za ajira. Sasa leo ka kwa kutulia kabisa, nitakwenda kuonyesha au nitakwenda kuelezea nafasi za kazi ambazo zimepatikana siku hii ya leo. Aa, moja kwa moja tutaelekea Mtwara, nafasi za kazi zilizopatikana katika halmashauri ya Mtwara 2025. Je, unatafuta ajira serikalini? Hii hapa ni nafasi yako ya kipekee Halmashauri ya wilaya Mtwara imetangaza nafasi mpya za kazi kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Fuatilia video hii hadi mwisho ujue kama nafasi yako ipo au nafasi mojawapo ni yako. Uh, kupitia kibali cha ajira kutoka ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma, Halmashauri ya Mtwara inatangaza nafasi nne za kazi zifuatazo, ni nafasi zilizotangazwa. Kwa nitakwenda kuelezea nafasi ambazo zimetangazwa na nitakwenda kukupa mbinu ambazo zitakusaidia wewe kuweza kupata nafasi hizi kiurahisi kabisa. Nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukashinda interview. Okay, nitakuelekeza namna mbalimbali za kuweza kuandika CV pamoja na barua ya kuweza kuomba kazi ili maombi yako yaweze kukubaliwe, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakifeli au wakikosa kupitia kuomba nafasi hizi kwa sababu ya kutokufuata maelekezo. Wengine wanakosea maelekezo, lakini wengine wanakuwa hawajui namna sahihi ya kuandika barua za kuomba kazi pamoja na mbinu sahihi ya kuweza kutumia au kuandika CV zao. O, kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii tafadhali bonyeza neno subscribe, pia like video hii na usiruke hata kipande kimoja. Nitakwenda kuelekeza mwanzo hadi mwisho namna sahihi ya kuweza kutuma maombi yako katika nafasi hizi za ajira ambazo zimepatikana siku ya leo, uh nafasi ambazo zimepatikana ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili. Hapa zimepatikana jumla ya nafasi mbili. Na yapi majukumu ya kazi hii? Majukumu ya kazi hii ni pamoja na kuchapa barua na nyaraka, kutunza kumbukumbu -kumbu za vikao, kupanga ndondoo pokea wageni pamoja na kufanya maandalizi ya kazi za ofisi. Sasa mwombaji hapa atatakiwa awe na sifa zipi? Sifa kuu za mwombaji katika nafasi hii ya mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, anatakiwa awe na diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 kwa utatakiwa na diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 pamoja na ujuzi wa kompyuta. Sasa ujuzi wa kompyuta hapa tunazungumzia kompyuta programs za Office, ambapo ni kama Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, email pamoja na internet. kwa lazima ufahamu programu hizo, kwa uwe na diploma uwe na cheti cha NTA level 6, lakini pia ujue ujuzi huo wa kompyuta. mshahara katika mshahara katika nafasi hii ni kwa kuzingatia mishahara ya serikali ya TGSC1, TGSC1. Lakini pia kuna nafasi zingine za dereva, kuna nafasi zingine za dereva daraja la pili. Dereva daraja la pili hapa pia kuna nafasi mbili. Yapi majukumu? Majukumu yake ni pamoja na kuendesha magari ya serikali, kufanya ukaguzi na matengenezo madogo ya gari kusambaza nyaraka pamoja na kuhakikisha usafi na usalama wa gari. Mwombaji anatakiwa awe na cheti cha kidato cha nne, leseni ya daraja E au C na mafunzo kutoka VETA au chuo kinachotambulika na serikali. Lakini hapa mshahara pia ni kwa kuzingatia TGSB1, TGSB1. Maelekezo muhimu: kuombaje? Ni kwamba waombaji wote lazima wawe raia wa Tanzania wenye umri wa kuanzia miaka 18 hadi 45. Wale walio serikalini tayari hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kwa kibali maalum. Vyeti vyote vinapaswa kuwa halali na kuthibitishwa. Hati ya matokeo au provisional result hazitakubaliwa. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 17 Juni 2025 kupitia mfumo rasmi wa ajira kwa, hakikisha unazingatia muda. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 17 Juni 2025. Tarehe 17 Juni 2025, hakikisha maombi yote yanatumwa kupitia mfumo wa ajira poto ambao ni https://poto.ajira.go.tz Ah, hapo nitaonyesha screen kidogo namna ya kuweza ku, namna ya kuweza kuingia katika nafasi hizi au katika ajira au mfumo huu wa ajira. Nitaonyesha skrini ndogo hapo, utaenda moja kwa moja katika application yako ya Google, utaandika ajira poto, utaandika ajira poto. Ukishaandika ajira poto, itafunguka system hii ya ajira poto login, utaklik katika sehemu hii ya ajira poto login utakuja kwenye website ya poto.ajira.go.tz. Kwa ukishafika katika sehemu hii sasa, moja kwa moja utaingia katika vidoti hivi vitatu. Baada ya hapo, utabonyeza hapa kwenye neno login, then utaingiza username yako ili kuweza ku login, lakini pia utaweka password zako. Baada ya hapo, uta click neno login, lakini kama hauna account kabisa, utabonyeza hapa kwenye neno create account, then utakuja kwenye hii application registration. Utaweka email yako, utaweka password, uta confirm password. Baada ya hapo, uta register account yako vizuri, na baada ya hapo, utaenda kutuma maombi yako kiusahihi kabisa. Huu ni mfumo rasmi wa kutuma maombi yote ya ajira, kwa hiyo zingatia hilo, na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 17 Juni 2025. Ushauri wangu kwa wale ambao wanaomba nafasi hizi, kama una nafasi au kama una sifa hizi, hii ni nafasi ya kuanza maisha ya kazi serikalini. Tayarisha nyaraka zako mapema, andika barua yenye mvuto, hakikisha CV yako inajieleza vizuri na ambatanisha kila nyaraka inayotakiwa na kama hujakizi sifa za nafasi hizi, mshirikisha rafiki au ndugu anayefaa katika nafasi hizi. Fursa njema inapoonekana, shirikisha na wengine. Na saa mwisho ni kwamba asante kwa kutazama. Kama unataka taarifa zaidi kama hizi, hakikisha unabonyeza neno subscribe na usisahau kuweka alama ya kengele ili usipitwe na fursa nyingine muhimu. Mimi ni FEABOY na nitakuona kwenye video inayofuata. Kila laheri katika kutuma maombi yako. Asanteni sana ndugu zangu.